Ninawaomba Wakristo, ninawaomba sana. Hivi karibuni nimesikia na mwili wangu ukatikisika sana, kwamba watu tumeanza kunyosheana vidole kwa dini. Ndugu zangu, kama kuna silaha ambayo ni mbaya na inateketeza jamii yoyote, ni pale unapo unapojiona dini yako, au umefanya hiki kwa sababu ya dini, au wamefanya mwingine kwa sababu ya dini. Hebu tuziache hizo dini, tuone tu kwamba sisi ni watoto wa Mungu, Mungu wa Tanzania. Mungu ameruhusu dini hizi kubwa mbili, Wakristo na Waislamu, na hatujui kwa nini. Mimi nina hakika kila ninapomwona mtu wa dini nyingine naimarika zaidi katika imani yangu, na ndio ninaomba kwa kila mmoja iwe hivyo. Tumpende mtu si kwa sababu ya dini, na tusimchukie mtu kwa sababu ya dini tumchukie shetani kwa ajili ya uovu wake ambao unaingia ndani ya mtu. Yesu aliwahi kuwa na mwanafunzi aliyeitwa Petro, alikuwa Simoni, baadaye akaitwa Simoni Petro. Wakati fulani Simoni Petro, ambaye aliteuliwa na Yesu mwenyewe, siku moja, mwovu alipomwingia, Yesu hakumwita Simoni Petro. Hebu rudi nyuma A -a. Alimkemea shetani aliyoko ndani ya Simoni Petro, akasema, shetani rudi nyuma. Yani mtu haijalishi ana dini gani, lakini shetani akiingia atakuwa mwovu. Tupambane na mwovu, tusipambane na mtu kwa sababu ya dini yake. Tuheshimiane sana, ndugu zangu. Ukiona katika kanisa hili, hata jengo hili wapo watu wa dini mbalimbali wameshiriki katika kulijenga, wala sio waluteli peke yao. Hata mafundi waliojenga hapa wako watu wa dini mbalimbali mbali. Katika maisha yetu tunakutana watu wa dini mbalimbali, ni wasihi kanisa la Mungu tuendelee kupendana. Mungu ameziweka hizi dini ili zituimarishe tusirudi nyuma, na sisi kanisa la kinjila kiruteli Tanzania na hasa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, sisi tumepiga hatua sana pale Unguja Zanzibar, tuna taasisi tuna, tuna, tuna, tuna inayotuleta pamoja Wakristo na Waislamu. Ninamsihi Mungu, namsihi Mungu, juhudi zile zinazofanyika pale zituguse na sisi moja kwa moja, na kamwe yoyote anayeleta udini huyo tumuogope sana, kama ukoma. Kwa sababu dini, katika vita vya dini hakuna atakayeweza kushinda haraka, na wala sijawahi kusikia mtu aliyeshinda. Mungu atusaidie sana sana.